Siku moja nilikuwa ofisini nikitengeneza kahawa yangu ya asubuhi ghafla, simu ikaita, jina linaonekana Diamond Platnumz Simba. Nilijua kuna jambo jipya. Nikapokea kwa utulivu. Diamond: Kaka James, Mungu ni mwema! Zuchu amejifungua mtoto wa kike. Lakini kaka, tatizo ni moja. James: Hongera sana Simba, tatizo lipi tena? Diamond: Mtoto analia usiku kucha, na mimi sijui hata jinsi ya kushika diaper. Na Zuchu amenuna, anasema mimi si active father. <laughs> Nilicheka mpaka nikamwaga kahawa yangu ya asubuhi. Nikamwambia Simba, sasa umeingia awamu ya mapenzi ya kweli, hakuna show, hakuna auto tune, ni wa wa wa kila saa. Nilipofika nyumbani kwao, Zuchu alikuwa amekaa kwenye sofa, macho yamevimba kwa usingizi. Diamond ana rinda la kufunika mabega na bibi ya mtoto shingoni. Kama ungelitazama kwa mbali, ungefikiri ni nanny wa kimataifa <laughs> Zuchu: kaka James, tafadhali mwambie, huyu mwanaume hajui mtoto analia kwa sababu gani. Anauliza kama mtoto anatamani kuimba. Diamond: we jamani, nilijaribu kumwimbia Mtasubiri lakini mtoto akutulia. Sasa sijui nifanyeje. Nikamwambia kwa utulivu: Simba, mziki ni kipaji, lakini kulea ni moyo. Mtoto sio shabiki wako, ni sehemu ya maisha yako. Sio kila kilio ni remix, vingine ni maombi madogo ya upendo. Zuchu akatabasamu kwa mara ya kwanza tangu tuanze mazungumzo. Diamond akanyamaza, akamwangalia mtoto wake kwa macho ya huruma, kisha akasema, kaka James, ngoja nijaribu kumlaza mwenyewe. Akamshika mtoto kwa upole, akatembea taratibu huku akimwimbia kwa sauti ya chini, mm, kama usingizi ni zawadi, leo baba akakuletea Lala malikia wangu mdogo. Watoto ni kama miujiza. Baada ya sekunde chache, mtoto akalala kimya kabisa. Zuchuka? Eh? Imewezekana bana. Nikamwambia ndio, huo ndio mziki wa baba mwenye moyo, si stesheni ya redio. Baada ya hapo, Diamond alianza kujifunza vitu vingi. Kubadilisha diaper bila kuomba help, kupika uji ya mtoto, japo mara ya kwanza aliweka sukari kama anaandaa smoothie ya Wasafi. Kucheza kidogo kabla mtoto alale. Zuchu akawa anasema Kaka James, huyu Diamond wa sasa anaonekana baba zaidi ya msanii, anabembeleza mtoto hadi mimi najikuta nalia kwa furaha. Nikamwambia hapo ndipo mapenzi ya kweli yanapojidhihirisha. Ndoa sio maua pekee, ni vile vile miguu yenye tope, au usiku wa kubadilisha daipa. Usiku wa mwisho wa mafunzi ya malezi, tukakaa tumekaa sebuleni, mtoto amelala kifuani kwa Zuchu, Diamond ameshika kikombe cha chai, akatabasamu na kusema Kaka James, sasa nimejifunza kitu kikubwa: mapenzi hayaanzi kwa busu, yanazaliwa tena kwenye kilio cha mtoto wako. Nilitabasamu nikasema, Simba, sasa umevua jezi ya msanii na kuvaa ya baba. Hapo ndipo safari ya kweli inaanza, safari ya urithi wa upendo. Mwisho wa sehemu ya nane. Nilirudi nyumbani nikiwa na hisia ya ushindi. Nilijua sasa dunia ina simba mpya si wa mziki bali wa familia, na Zuchu malkia wa utulivu, mwenye moyo wa nyumbani. Niliandika kwenye daftari langu: mtu akijifunza kulea, amejifunza kupenda.